Wake wamefanya utekelezaji wa ilani hii kwa zaidi ya asilimia themanini. Ndugu wananchi, kwa kuwa nimesimama hapa kueleza kwa kifupi sana utekelezaji wa ilani hiyo, nafikiri mnanielewa na ni matumaini yangu kwamba kesho katika uchaguzi wa serikali za mitaa Novemba ishirini na saba ishirini ishirini na nne tutakwenda kukichagua Chama cha Mapinduzi wagombea wake kwa nafasi ya wajumbe wa serikali ya kijiji lakini pia wenyeviti wa vitongoji na mwenyekiti wa kijiji, ndugu Fredrick Masinde, ili tuweze kuendeleza mbele kusukuma gurudumu la maendeleo. Ndugu Fredrick Masinde, kama alivyozungumza wazungumzaji waliotangulia, ni shupavu, ni mzoefu, kwa sababu pia amewahi kuwa kiongozi wa juu kabisa wa Chama cha Mapinduzi katika kata hii kwa nafasi ya katibu wa siasa na uenezi. Kwa hiyo naamini kesho asubuhi na mapema mtakwenda kuwapatia kura nyingi katika vituo vyote ambavyo vimetapakaa katika kata ya Mitundu ili tuweze kuendeleza maendeleo ya kata yetu. Ndugu wananchi wa eneo hili, naomba sasa, kutokana na maelezo hayo Nipishe itifaki nyingine iendelee. Asante wote, watu watu wa hospitali bure bure, asante sana <coughs> Mheshimiwa diwani, wanasema wanasema wanasema wanasema lakini aliyosoma mtu mzima anapotoa maelezo ameshika karatasi, amesoma nini? Tuna majembe yote, yanatoka wapi? Ana karatasi, lakini vitu vyote vinatoka wapi? Tuna majembe. Acheni vijana kupauka huko, mjua ni Chama cha Mapinduzi.